Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafuatiliaji Nurdi Ndawa Kenya kwa YouTube. Tunasema ni alhamdulillah na tunawashukuru wote ambayo wanajitokezea kuwafikia na hizi video ambayo tunaweka kwa mtandao wa Nurdi Ndawa Kenya na tunashukuru wale ambayo wanatufuatilia kwa online. Kwa sababu ni kwa uwezo ya Allah, kwa sababu wale ambayo wanapenda dini ya Mwenyezi Mungu wanatuangalia sehemu zote kila nchi na tunawafurahia, tunafurahia sana, na tunawashukuru hatuna kitu ambayo tunaweza wapatia, ni kuwapatia tu shukrani kwa nguvu, na pia kwa wakati wote ambayo tuko hapa kwa, kwa madrasa na hii, pia ni msikiti. Dua zetu ndio inaweza wafikia, na Allah atawafanyia upesi kama kuna jambo ambayo iko na uzito. Na pia ustadhi, tumepiga hatua, unaona. Na pia ningependa sana kushukuru ustadhi kusikilia sehemu kama hapa na unajua hatuwezi toka sisi wote ustadh, tuwe tukuje tufundize sehemu kama hapa. So saingine unajua, mtu anafanya labda anaendesha trailer, mtu saingine anapeleka pikipiki, mtu saingine ni fundi hapo, sehemu tofauti tofauti, na sisi wote hatukuje, atuwezi fit hapa, sisi wote tutangaze dini ya Mwenyezi Mungu, ama tufundize watoto dini ama tutangaze twende dawa saingine na ustadhi, sasa mahali tumefika, dawa inaendelea mzuri na hii kazi. Wale ambao wanatufuatilia katika mtandao ustadhi, ni ngumu, sio mchezo. So ni kung'anana tu. Ukiona tuko pale na ustadhi, ama unauliza vitu ifiki pale kwa YouTube, ustadhi ni ngumu, na pia we un, un, un, unaona ni ngumu. So ukiona siku mbili siku tatu akijweka pale kitu YouTube So unajua, ustadhi, ile kitu mimi mi sema mfuko ya dawa pia saidini na nakuanga iko chini. So inakuwa ni tunang'anana tu ustadhi, unaona, ukikuja hiki kijiji walau ustadhi anang'anana kanisa baada ya hi, hii, baada ya hii kanisa siku mingi lakini tunang'anana ustadh anang'anana, yaani aone hata uislamu pia imesimama katika hii sehemu, na itakuwa ni msingi bora kwa wakaaji wa hapa na waislamu wote kwa ujumla, kwa sababu ule ambaye anatoa hata siliangee kimoja ustadhi kulipa hata hii sehemu ambayo tuko ni kung'anana mpaka leo, msingi ya madrasa ya kiislamu ambayo inaitwa Madrasatu Bi Khadija, leo ni 2025 Yaani, imeonekana kitu ambayo ya maana. Ustaz, usifikirie ni mchezo katika mbele Allah, usifikirie hii kitu ambayo unafanya saa ingine we unaona hakuna malipo yake hapa, lakini siku ya kiyama ndio utajua kuna malipo yake, hata wewe utatolewa na machozi walai. So ustaz, usiwachilie hapa na usinde kusikilia hapa, na malipo yako hakuna binadamu anaye kulipa, lakini ujue, malipo yako utapata katika mbele Allah, na wale ambayo pia wanashirikiana wewe katika hii dawa, Allah subhanahu wa ta'ala atawaongozea mpaka siku ya kiyama. Wasione saa ingine wanalipia hata wewe maji pale, ati hiyo pesa imeenda bure. Ustadhi nikung'anana na nimefurahi sana leo nikisimama hapa, sindefikiria sehemu kama hii leo inaweza kuwa sehemu kama hapa ni kutia bidii, hatuwezi hmm? Toka sisi wote tukaenda kufanya dawa. Saingine vile nimesema, mtu anapeleka roli, mtu ana akona ana, anapeleka pikipiki piki. so unaona wakati ustadha ameweka video kwa youtube kwautb, saingine imekaa siku mbili hajaweka ni hali tu so, iko ngumu eh? so unasikia hata mimi naongea hapa Kijaluo, inakuwa hata ni ngumu, ni kusema tu omera tu. Unajua, hata mimi nimepata kiislamu katika njia ngumu, ukiangalia pale kwetu nyumbani ile lugha ambayo ilikuwa imeongelewa ilikuwa imeongelewa lugha chafu. Unajua tukisoma pale ilikuwa ati Waislamu wale ni Alshabab ni sasa. Mimi usadhi nikakuja hapa nikatulia, na wewe ukanionyesha mambo yani, hizo tu ni propaganda tu. Kujeni hmm? hapa mjue mambo mingi yani, msisikie tu huko mambo ati ha? Wale ni wasimamu wale wamevaa kazi kazo gani wa... Yani hata nimesikia sasa, mimi niko huru, nataka kuambia hata wajaka ambao wanasikia hizo propaganda. Wallahi hii ndio dini ambayo iko na haki, ustaz, na mtasidi kujua kwa nini mimi nimehudhuria Uislamu. Sijaona ubaya yote na hizo propaganda ambayo walikuwa nasema pale nyumbani, masala utaangalia hiyo video ambayo tumefanya last juzi, nimekuwa nyumbani mpaka yani watu waamini eh? Yeah. Lakini niko sawa mimi so, so, sasa wewe uingia pale YouTube fuatilia Nurdin dawa Kenya na Mwenyezi Mungu atakubariki. So tu mfuko ya dawa iko chini. Vile nimekwambia, na usada unajua, kwenda hata pale mbori kufanya dawa ni gharama sana. Sio mchezo. So inachukua gharama kubwa sana. So unaona, lazima upande fete huu, chukue gari uende. Eh, unataka kunywa maji kwa barabara, eh? Familia, usada ako nayo hapa. Unaona, saa ingine hata una ni kujitolea tu usada, eh? na mapasta wamechafua huku. Hmm? Yaani wamejaza hivi. So ustadhi kikaa tu kwa nyumba asijitokie, mambo itaribika hii mtaa. Eh? Lazima tu ustadhi kuja simame hapa, ndio hiyo propaganda wanajaribu kuleta kiasi. Ustadhi kikuja, hiyo propaganda ina, inaenda. So ustadhi, yani, hiyo kitu ambayo umesikilia, na Mwenyezi Mungu ndiye ako na uwezo ya kukulipa, sio binadamu. Ni hiyo binadamu tu anakupatia Mwenyezi Mungu pia, unaona akileta risk awezi teremusa tu kusoko kutoka juu aki mpaka chini. <laughs> Inapitia kwa mfuko hawa binadamu ndio itufikie. So mimi nafurahia mpaka dawa sasa hivi inaendelea. So mtawaletea tena bali nyingine to, karibuni. So sasa sina, bila shaka nimefurahia na nashukuru wewe kuchukua mpaka siku ya leo kusikilia hapa na wale ambao pia wanasimama na wewe kuwaunga mkono juu tukikuwa watu wawili ama mtu mmoja inakuwa ni kazi ngumu, lakini sisi tukisikana, sisi zote unatapata hapa mahali imekuwa kubwa, mpaka usingwe shule imejengwa au msikiti imejengwa madrasa kubwa, mpaka yani kila mtu asituke eh, ni pale ni room mbili room tatu. So kila kitu ndio Allah, wewe ambaye unafikiria na hiyo video saidini, si usisahau kwa kufuatilia sisi. Tutakuletea mengi tu baada ya hapa. So ni hiyo tu na wafuatiliaji Nurdin dawa kutoka sehemu mbalimbali.